Mwalimu mashuhuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bonnette Elombe Kianfuni kutoka shule ya Epetu Yolo Side, amefariki dunia mchana wa Jumatatu, 20 Oktoba mwaka 2025 baada ya kuugua kwa muda. Bonnette aliyejulikana kwa video zake zenye mguso na furaha ambazo mara nyingi zilionyesha mshikamano, upendo na uhusiano wa karibu na wanafunzi wake. Kupitia kazi yake, alionyesha mfano wa mwalimu mwenye kujituma, mwenye huruma na aliyekuwa na mtazamo wa elimu unamweka mtoto katikati ya mchakato wa kujifunza. Inaripotiwa kuwa alikuwa rafiki wa karibu wa mbunge Kristeli Vwanga ambaye ndiye alithibitisha habari za kifo chake kupitia mitandao ya kijamii. Tangu kutangazwa kwa kifo chake, mitandao ya kijamii imefurika na video na jumbe za maombolezo, ambapo maelfu ya wananchi na wapenzi wa elimu wameonyesha huzuni yao kwa kumpoteza mwalimu aliyekuwa mfano wa ubunifu upendo na furaha katika kufundisha. Kwa wengi, Bonnette Elombe Kianfuni atakumbukwa kama mwalimu aliyegeuza darasa kuwa mahali pa furaha, ushirikiano na elimu ya kweli yenye uhai